Tutaanza na Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, kiongozi wa upinzani Bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kwanza ya kumuuliza Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Bunge kwa mujibu wa Katiba ibara ya 63 Ibara ya sitini na tatu fasili ya pili ndicho chombo kikuu chenye mamlaka na wajibu wa kuisimamia na kuishauri serikali, na katika bunge hili, katika bunge la kumi na mabunge mengine kadhaa, bunge limekuwa linatoa maazimio kadhaa kuitaka serikali itoe taarifa na serikali imekuwa inaahidi kutoa taarifa lakini taarifa nyingi ambazo ni maazimio ya bunge yamekuwa hayatekelezwi na serikali. Kwa mfano kuna maazimio ya bunge kuhusiana na Tokomeza, mpaka leo serikali haijaleta majibu. Kuna maazimio ya bunge kuhusiana na escrow na IPTL, serikali mpaka leo haijatoa majibu. Kuna maazimio ya bunge kuhusu mabilioni ya Uswizi, serikali mpaka leo haijatoa majibu na, na maazimio mengine mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu unaliambia nini bunge? Na unaliambia nini taifa? Wewe kama kiongozi wa serikali bungeni, utapenda kusema kwamba serikali inalidharau bunge ama serikali haina majibu ya kutoa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, <coughs> naomba ni nijibu swali la Mheshimiwa Aikaeli Mbowe mbunge wa Hai, kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni kama ifuatavyo. Kwanza, nataka nikuhakikishie kwamba serikali inaheshimu sana muhimili wa bunge na inathamini sana maamuzi ya muhimili huu wa bunge na tutaendelea kushirikiana na, na muhimili wa bunge kupata ushauri na namna nzuri ya kuendesha serikali, lakini pamapendekezo ambayo yanatolewa na waheshimiwa wa bunge kupitia chombo cha bunge. Natambua vikao kadhaa huko awali kumekuwa na maazimio yanayotaka serikali ilete maelezo, lakini baadhi ya maeneo ambayo yanatakiwa kuletwa hapa ni yale ambayo yanahitaji uchunguzi wa kina na uchunguzi huu unapokamilika ndipo unapoweza kuletwa bungeni. Sasa yako ambayo tunaona huko muhimu wa kuyaleta ni pamoja na hayo vile wasema, na mimi nataka nikuahidi kwamba haya ambayo imeyatamka kwenye maeneo na yanayogusa wizara kadhaa ambazo zinatakiwa kuleta taarifa, nitafanya ufuatiliaji, pale ambako tutakuwa tumekamilisha uchunguzi wetu, nitayaleta kwa utaratibu ambao bunge utakuwa umetoa maelekezo yake. Asante sana. Mheshimiwa Freeman Aikaili Mbowe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majibu yake, lakini ni ukweli usiopingika kwamba pale muda unapotumika au unapopita sana bila majibu hata status kutolewa katika bunge eh, ni kwamba hoja hiyo inaonekana kwamba imefifia umuhimu na ulazima wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kwamba umetoa uh, ahadi ya kwamba wizara zitashughulikia, unaweza ukatoa FM commitment kwamba katika bunge hili kabla bunge hili la bajeti halijaisha, serikali itapitia Hansard na kumbukumbu -kumbu zote zinahusiana na maazimio yaliyopita ya bunge, alafu serikali itoe status report. Naomba na, na, na, na, na itambulike hapa kwamba status report si lazima iwe ndio ripoti ya uchunguzi ya mwisho. Angalao ituambie jambo hili limefikia hapa, limefanywa kazi moja, mbili, tatu, bado tutaletea katika hatua ya baadaye. Angalao bunge lipewe status ya maazimio kadhaa ambayo ni mengi kwa kweli, ambayo yameshaazimiwa na bunge hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya hiyo nia njema serikali, unaweza kutoa commitment hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, <clears throat> Naomba kujibu swala la kiongozi wa kambi wa upinzani bungeni kama ifuatavyo. Kama ambavyo nimeeleza awali, kwamba masuala yote haya yanagusa maeneo mengi sana ambayo yanatakiwa ufuatiliaji wa kina, na baadaye nilieleza kwamba ya kila tukio linagusa wizara kadhaa. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba katika bunge hili nitakuja kuleta taarifa hiyo mpaka pale ambako <laughs> mpaka pale ambako nitakutana na wizara nijue wamefikia hatua gani, lakini tutakutana mheshimiwa spika, ili tujue utaratibu mzima wa namna ya kupata hizo answers na kufanya mapitio. Tukijiridhisha na tukiona kwamba jambo sasa linafaa kuletwa bungeni na kwa kuwa liliazimiwa na Bunge, basi tutafanya maamuzi ya pamoja kuja kuleta taarifa hiyo bungeni. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, tutaendelea sasa na orodha Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, swali kwa waziri mkuu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa waziri kwa umakini wake na utendaji wake na kilichovutia zaidi anapotoka hapa akaenda ofisini kwake afika hata dakika au watu wakutana nao njiani akasalimia nao, ni jambo la kupongeza sana. Mheshimiwa waziri, bila kujali itikadi ya chama, nikupongeze sana mara nyingi mehuka nje pale huwa kunywa chai nikikuona Mheshimiwa waziri mkuu tunakaribiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kama wiki mbili tupapo majali wa tukifika, na hali ya kusikitisha mwezi mtukufu wa Ramadhani sukari inahitajika kwa wingi matumizi yake, hata wananchi wa Ruangwa Peramiho wanahitaji sukari, na Mwenyezi Mungu alitupa mtihani wa mvua, viwanda vyetu vya ndani haviweza kuzalisha sukari ya kutosha na uchunguzi au harufu niliyoipata, tunahitaji kama tani laki moja na upuuzi au na ushei, lakini cha kusikitisha, taarifa nilikuwa nayo kwa mmetoa vibali vya tani elfu thalathini na baya zaidi, kuna msemo sisi Waislamu husema nguo Jumaa hufuliwa Alhamisi na mvua hii pengine sikauke. Sasa hamlo hapa vibali sukari yao navyotegemea, hata ikafika Ramadhani itakwisha itawasaidia nini wananchi? Na mnatumia utaratibu gani kuwapa vibali hawa watu? Wanarudia ndio wale wale au na wengine? Kuna fomula gani? Maanake ili kuokoa hatua hii, swala langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, uko tayari kuleta watu angalau mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wakaingiza sukari kwa kipindi hichi kuokoa hili hali ilivyo janga hili? mahisu kando hapa vibali hata ikafika namadha itakusha itasaidia nini kwa wananchi. Mheshimiwa Jaku, ushauliza maswali manne tayari hapo uliposimama. Kwa hiyo naomba umpe nafasi mheshimiwa waziri mkuu anze kujibu moja baada ya lingine, umeshauliza maswali manne tayari. Mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali na mheshimiwa Jaku mbunge kama ifuatavyo. Najua amezungumza mengi na yaliyotengeneza maswali mengi sana, lakini la msingi aliotaka kuzungumza hapa ni kupungua kwa sukari na mahitaji ya sukari nchini kwa sasa. Napenda niwathibitishie Watanzania kwamba serikali iko macho na inajua maeneo gani yanahitaji kuboreshwa kulingana na mahitaji ambayo yanahitajika. Kwa swala sukari, ni kweli nchi yetu hatuna uzalishaji wa kutosha wa sukari kutosheleza mahitaji ya Watanzania. Katika mwaka wa kilimo, mahitaji ya sukari nchini zaidi ya tani laki nne na ishirini, lakini uzalishaji tulionao hapa nchini ni tani laki tatu na ishirini. Kwa hiyo tunakuwa na mapungufu ya sukari inayohitajika ya tani laki moja, na ikiwezekana zaidi, kwa sababu ya ongezeko la watumiaji. Kwa hiyo kila mwaka tunao utaratibu wa kuagiza sukari, na mwaka huu pia tumeshafanya hilo, tumeshaagiza sukari. Na mwaka huu tumeagiza sukari, tunataka tuagize sukari ya tani laki moja na 31 kwa mujibu wa takwimu zilizofanywa utafiti na bodi ya sukari na kati ya hiyo tayari tumeshaagiza tani 80 na kati ya tani 80 tayari zimeshaingia tani 35, na nyingine ziko bandarini. Hizi 35 tumeshaanza kuzigawa kwenye maeneo yote ya nchi, ili ziweze kufika kwa wananchi, iweze kusaidia kupunguza gharama na bei. Lakini pia, kwa kuwa tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao watumiaji ni wengi, utaratibu wa kuagiza sukari zaidi kufikia malengo umeshaandaliwa. Kwa hiyo, Watanzania tushirikiane kuwa si wafanyabiashara ambao sasa hivi wamepandisha bei bila sababu, na hii inaumiza sana Watanzania kwa sababu bei zilizopandishwa hazina umuhimu wote, kwa sababu uzalishaji tulionao na hii sukari pengo tunayoleta nchini inataka tu bei zile ziendelee kuwa za zile ambazo zinaweza kuimilika na, na Watanzania wa wenzetu. Lakini iko mikakati ya kuongeza uzalishaji kufikia malengo. Tunajua tutatambua, tuna viwanda vinne: Kagera Sugar, Kilombero, TPC na Mtibwa, lakini tuna kiwanda cha tano kicho kilichoko Tanzania visiwani Mahonda, navyo pia vinasaidia kuzalishaji, na ili kuondoa tatizo la kuagiza agiza sukari nje ya nchi tumejiwekea utaratibu wa kukutana na wafanyabiashara wenye viwanda na kuongeza uzalishaji, na tumeona jitihada kadhaa ambazo zinafanywa na wazalishaji. Kwa bahati nzuri sana wiki moja iliyopita, wiki wiki wiki wiki wiki nilikuwa mkoani Kilimanjaro, nimepata nafasi ya kutembelea kiwanda cha TPC ambacho kimeonyesha mafanikio makubwa ya uzalishaji zaidi. Mwaka jana walizalisha tani laki moja na sasa wameongeza tani ishirini elfu, kwa hiyo sasa hivi wamefikia uwezo wa kuzalisha tani laki moja na ishirini. Na msimu huu wa kilimo wataongeza tani nyingi zaidi. Hivyo hivyo na viwanda vingine kama Kilombero, Mtibwa Sugar, na pia nilipofanya ziara mkoani Manyara nilitembelea Manyara Sugar. Kwa hiyo viwanda vingi vinaendelea kujengwa na sasa tunakamilisha taratibu za kuanza ujenzi wa kiwanda cha sukari mkoani Morogoro kuna eneo la Mbigiri kwa ushirikiano na magereza, lakini pia na eneo la Mkulazi ambalo linaandaliwa eh, na, na taasisi NCCF yetu na TPC, na eh, PPF kwa pamoja na wawekezaji ambao pia wako tayari kutuunga mkono katika uendeshaji wa sukari. Kuna nataka niwatoe mashaka wa Tanzania, sukari ipo na wakati wa Ramadhani sukari ya kutosha itakuwepo na wala hakuna sababu ya kuongeza bei. Na tutafanya hivyo na pia ufuatiliaji kuona bei haziongezeki ili kuwakera Watanzania. Asante sana.